How should an investor behave na awe na strategy gani katika mazingira kama haya? Kitu cha kwanza anazungumzia kuhusu diversification across geographies and asset classes. Nafiki ndo kicho tufanya inuka money market fund kuomba kibali cha kuwa tayari kuwekeza East Africa na SADC region, hiyo ndo diversification across geographies, kwamba mfuko wetu unakuwa ukifika level ambako tunaona sasa umefika level ya, ya, ya kutosha kuweza kufanya diversification. Inatupa picha kwamba uto concentrate kwenye geography moja na political risk za hilo eneo. Pesa nyingine unaweza ukaziweka kwenye eneo ambalo una kwamba halina riski kubwa. Na kigezo gani tutakachotumia zaidi ya kuangalia yield? Ni kwenye risk mapu kama hizo, kwamba where should we go Of course hiyo ya pili kwa Afrika au Tanzania bado haijakuepo mambo ya credit default swap uh, na hedging via options, hiyo ni option ambayo itabidi tuwa tuende kusoma kwenye vitabu, lakini kati ya vitu ambavyo natakiwa kuja kuvidevelop kwenye masoko yetu ili wawekezaji waweze kutake advantage. Lakini kingine ni kuna umuhimu wa kuangalia long term horizon wakati tunafanya uwekezaji. So most, most of the political risks ni short term uh, kama unavyojua mwanasiasa ni ana focus next election next election. Kwa wakati tunafanya analysis, unaweza uka forgo sawa, kuna short uh, short term risks ambazo zinaweza zikatokea kutokana na hizo election cycle, lakini wewe kampuni iangalie kama inaweza ika survive vipi kwenye hizo cycles. Kama inakuwa na long term strategy ya ku kwepa kwepa hizo short term election cycles, ni sehemu ambako unaweza ukawekeza wewe, una, una avoid kuwa na zile short term uh, Uh, nani horizons za uwekezaji lakini, <clears throat> nyingine ni risk risk of behavior shift to seven safe haven assets. Kama unakumbuka, ndio nilikuwa nawaambia kwamba inapotokea mitikisiko wawekezaji wanakimbia kwenda kwenye safe haven assets, ambako kuko salama, ambako conventional watu walikuwa wanakimbia kwenye US dollar denominated assets. Sasa hivi tunaona wanakimbia kwenye gold, zamani walikuwa wanakimbia kwenye treasuries kuza hapa ni taiya treasuries zinakuwa na, na maana ya Marekani, lakini sasa tumeona kwenye treasuries za waendi, wengi wanaenda kwenye gold, na ndio kinachoelezea ni kwa nini gold imepanda kwa kasi kubwa sana hizi siku chache zilizopita.